Hivyo unajua unaweza ukatumia mtandao wa 3G au mnara wa 3G kwenye ruta yako hiyo hiyo moja ya 4G, au kama ni 5G. Hii inawezekana vipi? Sasa leo ntaenda kukuelekeza jinsi gani unaweza ukatumia mnara wa 3G, kwamba ruta yako inatumia 4G au 5G, lakini mazingira uliopo kidogo mtandao uko chini, basi unaishushwa, unatumia 3G. Leo ntaenda kukuelekeza kupitia ruta ya tigo hii ya laki moja na elfu tano. Ruta ni shilingi laki moja na elfu tano alafu elf sa. kila mwezi nakuwa nalipia shilingi elfu sabini. Sawa, kabla ya yote hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya YouTube kwa majina ya Wagirimbe Digital Hub Company Limited, ili usikose updates kama hizi kila tunapoziweka. Sawa, twende pamoja kwenye browser yako, hakikisha umeconnect wifi yako na kifaa chako ila ni pc au ni simu Zami leo nitaenda kutumia PC. Hakikisha unaingia Google Chrome. Utaingia Google Chrome kama hivi ambavyo mimi ninaingia. Utaandika hizi IP address, utaandika IP address ambazo ni 192 doti 168 doti moja doti moja. Uta search hapo hizo IP address. Sha search ikija address hizo utakuletea interface kama hii utaweka neno admin. Hiyo ndo password yako, na username admin. Hizi ni details za kila router yote, admin. Utaweka admin hapo, alafu uta uta search au utabonyeza sign in. Baada ya hapo itafunguka hii hapa page kama hii hapa, itakuwa inaonyesha jina hapo, itaonyesha idadi ya vifaa vilivyounganishwa, lakini pia itakuwa inaonyesha hapa iko connected, manake connection status Saa hapa ina zingine ambazo sasa tutazitumia. Sa hapa tunaenda kuelekezana vitu vitatu mpaka vinne. Hatua ya kwanza tuanze na jinsi ya kushusha mnara kutoka 3G na kutoka 4G kwenda 3G au kutoka 3G kwenda 4G, unafanya hivi. Utakuja hapa ukiwa kwenye home, hapa kuna sehemu inaandikwa internet. Hii hapa tabonyeza internet, itakuja kama hivi. Unaona kama hapa mimi hapa kwenye network mode, network mode, kwa maana mi natumia 3G hapa Ona hiyo sasa hapo. Kwenye kisha hapa nataka kupanda kwenye 4G utabonyeza, kwenye ambapo kwangu iko speed fresh si zaidi. Kwa hiyo nitarudisha hapa kwenye nini, kwenye 3G kwani nimeshamaliza, kama hivyo hivyo tu, hamna setting nyingine hapa.